Hello, mambo vipi? Habari? Natumai wote ni wazima wa afya na mko vizuri. So leo nitazungumzia ni kwa sababu gani mmea wa Kigelia Africana alia ama Mvunge, kwa hiyo nachavidodoki ina uwezo wa kuongeza maumbile ya kiume. Ulikuwa na toki hapa jana, tukasema kwamba jambo hili inawezekana, tukasema kwamba inawezekana miongoni mwa sababu moja kwa moja kwamba ile kweli inawezekana, kwamba zinasema kwamba ni historia, kwamba jamii nyingi za Afrika na Asia wamekuwa wakitumia mmea huu kwa sababu ya kazi ya kuongeza maumbile kwa sababu ya changamoto hiyo. So sasa, uh, kuna wengine of course wanaamini kwamba kama ukichanjia, sipo katika kueleza jambo hilo, kwa sababu jambo hilo lina mafungamano na ya masuala ya imani zaidi, kwamba ukichanjia au mmea unapokuwa kwa mmea kuna mapato ya kuongezeka. So mimi sielezei jambo hilo. Kawaida. Sasa pointi ya kwanza ni kwamba mmea huu unaviambata, tunasema inaviambata vya asili inavocha mzunguko wa damu. Kwa sababu gani mzunguko wa damu? Kwa sababu wenyewe wanasayansi wanasema hivyo, u uaweze kupatikana, lazima kwenda mzunguko wa damu wa kutosha katika kiungo husika. So mzunguko wa damu mkiwa vizuri, maana yake na- vizuri kila kawaida, mimi napatikana nyumbani kwenye uwezo wa kusababisha mzuko mzuri wa damu. Pia tukasema ni tangawizi ya kusema tangawizi, lakini kwa sababu kwa sababu na yeye yenyewe ina, in, ina ina component hizi, chembe za viambato zake ni ile ambayo ina uwezo wa kusababisha mzuko wa damu mzuri katika maumbile hayo husika, lakini pia ina uwezo kuimarisha ngozi na misuli. Tunasema kwamba kama usawa ni vipodozi vingi, ukiendelea kwenye kwenye sehemu ya ingredients au ya vile viambato ambao vimetengenezwa vipodozi, kwa doctor ameandika Uh, Kigelia Africana wale, kwa sababu ina uwezo wa kuhifadhi au kuimarisha ngozi na misuli, kuongeza elasticity au unyevu na uimara kwa sehemu husika. that's why wale wanatumia na kafa zima na kuongeza nini, kuongeza maumbile, lakini pia kuimarisha hormone za mwili kwa njia ya asili kabisa. Sasa swala la hormone testosterone, ni hormone ambayo inahusika na swala zima la pia ya uzazi. so kama testosterone ikitolewa vizuri, bila shaka ongezeko utapata, japokuwa japokuwa Pwamba, hasil. Kwa hiyo msingi wanasema kwamba ukuaji ule wa asili na natural growth ni kati ya miaka 18 mpaka 21 ya kuumba mwanaume, ukuaji wa asili, natural growth. Lakini kama hii homoni ikiendelea kukolea kwa kwa kwa kwa vizuri, mtu atapata ongezeko maadam hakuna ile changamoto ya kiafya kubwa ambayo iko katika katika mwili wake. Of course CSD ndipo katika kuelezea ndio zaidi kidogo ilibidi rukuku na kuweka. So mwisho wa siku tunasema kwamba tiba ya asili sio na kemikali hatarishi, sawa? Kwa hiyo hii inakuwa na haina kemikali hatarishi. Kwa sababu ile inasema kama kemikali hatarishi, neno hatarishi, eh? Kwa sababu hakuna kitu ambacho hakina kemikali. Kama utasikia mtu anakwambia bwana hii dawa yangu haina kemikali, si kweli, ima hajui hajui maana ya kemikali bwana ni kitu gani, eh? Kwa sababu kemikali ni kitu ambacho kinaundwa kwa ki ya Mungu akapeana kwa sababu anasema atom moja ni kemikali. So hata dawa za sintetia zina kemikali, ndio maana nikaanisha kwamba kemikali hatarishi eh, au anasema sintetic chemical, kemikali za viwandani man made, ambazo zimetengenezwa na mwanadamu. So hili jambo haliko nalo ni jambo so nikaenda moja kwa moja kuelezea hii dawa ya Kigelia Africana. So of course tulikuwa na product mbili ambazo sote tulikuwa nazo kwa nazo leo. Kama unahitaji kuziona kwa namna hizo zaidi, unaweza kutembelea website www naturalbidoha.com so ziko mbili will ya kwanza ni mafuta ambayo inakuwa almost 85% Kigelia Africana ndio, ya pili ni unga almost uh, kama asilimia 55 ya Kigelia Africana. So zinatumika zote kwa pamoja kwa jambo hili, kwanza linawezekana kichaji kijana video ilikuwa ndefu na sikuweza kuiupload kwenye kui baadhi ya platform, lakini in short, hivi ndivyo uwezekanaje au ndivyo ndivyo sababu inayofanya kama unaona watu wengi wanaoga wanakwambia na, na kwambia bwana ni mvunge Kigelia Afrika, na hii kwa sababu ya uwezo husika wa mmea wenyewe. So jambo hili linawezekana ya yeah. So hapa nimetoa maelezo ni short, lakini video ndefu pia ipo nitai-upload, na mweza kwenda elezea uh, kwa sababu gani ya uwezo kwa kama inawezekana, lakini hizi ni kijiji za mea huo ambao zinafanya uwe na uwezo wa kusababisha kupata ongezeko hilo. Okay, sante.